Sasa, leo katika safari yetu ya hekima tunaanza safari kwenye kitabu cha mwisho cha Agano la Kale, kitabu cha Malaki. Sasa kama vile Hagai na Zekaria, Malaki aliandikwa baada ya Wayahudi kurudi kutoka uhamishoni Babeli. Nataka ukumbuke kwamba Malaki atatoa unabii kwa Bwana takriban miaka mia moja baada ya Hagai na Zekaria. Kwa kweli, Malaki atahudumu karibu na wakati wa huduma ya baadaye ya Nehemia pale Yerusalemu. Sasa, Malaki anapofika kwenye ulingo, hekalu tayari limejengwa upya Yerusalemu, ibada na desturi zao zimeingia kwenye mazoea ya kawaida. Lakini lazima nikuambie, hilo ndilo tatizo kubwa la watu. Unajua ni rahisi sana dini kuwa jambo la mazoea tu. Nakumbuka mwandishi mmoja aliandika hivi, kwamba Israeli ilionekana kuwa sawa kiroho, yani, kwa nje lakini ndani ilikuwa inazidi kupotea kutoka kwenye misingi yake ya kiroho. Hii inanifanya niulize swali kwetu leo, je, sisi tunaendeleaje? Naam, natumai hatuvutiwi na dini ya taratibu bila maana. Unajua, kuomba, kuhudhuria, kuingia na kutoka tu kama kazi. Tunachojali ni uhusiano, tunapotembea na Bwana, na hilo ni kila siku. Hilo linahitaji kulea, hilo linahitaji makusudi sawa na uhusiano wowote ule na mtu mwingine katika maisha yetu kama tukiacha kupiga makasia kwenye mtumbwi mfano kwa mfano tutapelekwa mbali na pale tunapotaka kuwa sasa tunajua machache sana kuhusu malaki mwenyewe jina lake linamaanisha mjumbe wangu na kweli yeye ni mjumbe kutoka kwa Mungu na ana ujumbe kwa Israeli kwa kweli, kama manabii wengine wengi wa Agano la Kale, ni ujumbe wa kukemea, ni mwito wa kutubu. Hata hivyo kitabu chake kinaanza kwa mguso wa upole wa ajabu. Bwana anawaambia watu wa Israeli hapa kwenye mstari wa pili, sikiliza maneno haya mazuri, nime wapenda. Unajua, ujumbe kama huo hauchoshi kamwe, sivyo? na kupenda na labda huo ndio ujumbe unahitaji kusikia leo kutoka kwa Mungu. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana. Hiyo inakuhusisha wewe pia, andika jina lako kwenye andiko hilo katika agano jipya lako, alimtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa upendo wake ukoje kwa wale wanaomilikiwa naye? Basi angalia tu Israeli. Upendo wake hauna kikomo, ni upendo usio na masharti. Anawapenda licha ya historia yao ya wasi na kuikataa kwa kweli upendo wake kwao ndio sababu anawakemea. Ndio maana anawaita watubu. Upendo wa kweli daima hutafuta kilicho bora kwa mtu mwingine, na hiyo inajumuisha kurekebisha pale inapohitajika, kama vile unavyoweza kurekebisha watoto wako kwa upendo. Leo Bwana anatarajia watu kumuuliza swali sasa, hapa katika kitabu hiki kidogo, kwamba kama unatupenda, tunataka kujua umetupenda vipi? Hilo ni swali la mtoto mkaidi, sivyo? Basi, unanipenda vipi mama au baba? Bwana anajibu kwa kuelekeza kwa Yakobo na Esau. Kwa Yakobo na wazao wake, yaani taifa la Israeli, Mungu anaonyesha upendeleo wake wa kipekee. Alimpenda Yakobo, alionyesha hilo kupitia agano lake na Israeli. Nduguye Yakobo Esau, baba wa taifa la Edomu, akuonyeshwa upendeleo huo. Mungu anasema hapa katika mstari wa pili, "Nimempenda Yakobo lakini Esau nimemchukia." Maneno haya yanalenga kueleza tu kwamba Mungu alimchagua Yakobo lakini hakumchagua Esau, aliwachagua Waisraeli tio Waedomu. Ndugu wapendwa, mnapochunguza historia ya Waedomu ambao ni wazao wa Esau, mnajua mtakachokipata. Mtagundua kwamba wao wenyewe hawakumtaka Mungu kabisa. Kwa kweli, waligeuka kuwa maadui wa Waisraeli. Kwa hiyo, kwa namna fulani, Esau alipata kile alichotaka kutoka kwa Mungu. Alitaka maisha bila Mungu. Sasa uhusiano maalum wa Mungu na Israeli unahitaji kwamba awaonye kwa kushindwa kwao kumheshimu. Hapa ndipo anawaletea shtaka lake katika mstari wa sita: mwana umheshimu baba yake na mtumishi bwana wake. Basi ikiwa mimi ni baba, heshima yangu iko wapi? Na ikiwa mimi ni bwana, hofu yangu iko wapi? Anawalenga hasa makuhani wanaolidharau jina lake. Tena hili linafuatwa na swali ambalo Bwana anatarajia kutoka kwa makuhani, basi tumelidharauje jina lako? Mungu anajibu haraka katika mstari wa saba kwa kutoa chakula kilichochafuliwa juu ya madhabahu yangu. Kwa maneno mengine, makuhani wanatoa wanyama vipofu na vilema kama sadaka kwa Bwana. Wanatekeleza taratibu za kutoa sadaka, lakini mioyo yao haipo humo. Hawana nia ya kweli ya kumwabudu Bwana, jambo linalothibitishwa na ukweli kwamba hawaleti wanyama wao bora, wanyama wasio na dosari wanapeleka madhabahuni wanyama ambao kwa kweli hawataki kuwabakisha. Lakini ni zaidi ya suala la ubinafsi wa moyo. Wanavunja sheria ya agano. Walawi sura ya 22 na, eh, na inasema pale kwenye mstari wa ishirini, hampaswi kutoa kitu chochote chenye dosari, haitakubalika hivyo. Hizi sadaka zilikuwa mfano, unaona mwanakondo ajaye wa Mungu asiye na dosari, mwokozi asiye na dhambi kwa hiyo walipaswa tu kuleta bora zaidi, eh, wanyama wasio na dosari, wasio na doa kwa Bwana. Unaona, hawa makuhani walipaswa kuwa wapatanishi kati ya watu na Mungu. Walitakiwa kuwa mifano ya jinsi ya kumfuata Bwana, lakini badala yake wanakiuka neno la Mungu, na si kwa sababu ya kutojua. Ndio makuhani wanafanya hivi. Kwa njia yoyote, wao hawajali. Wamefikia hatua ambapo nafasi yao kama makuhani kwao si chochote zaidi ya kazi ya kuchosha tu. Kwa kweli, wanasema hapa kwenye mstari wa kumi na tatu, hii ni kazi ya kuchosha. Unaona, huduma yao imekuwa kama desturi ya kuchosha na isiyo na msisimko. Wanashiriki ibada kwa mazoea tu bila kuwa na motisha ya kweli ya kuabudu. Na wao, unajua, wanawasha mishumaa tu wanainama na kuomba tu, wanarudia taratibu za ibada mchana kuto, bila kuwa na hamu yoyote ya kuwa na uhusiano na Mungu. Unajua, na shangaa ni watu wangapi siku hizi wanaenda kanisani na unajua, wanachoka tu wakati wa ibada, wanabubujika nyimbo za sifa bila moyo, wanahesabu vigae vya dari wakati wa mahubiri, wanawasha mishumaa michache unajua, wanainama mara kwa mara, hakuna hakuna hamu ya kweli ya kumwabudu Mungu ni desturi moja tu ikifuata nyingine. Je, hatufikiri Mungu anajua hilo? Unaona, mitazamo na ukaidi wa makuhani hawa hapa utakuja kugharimu sana. Bwana anawapa onyo kali hapa sasa, katika sura ya pili mstari wa pili ambapo anasema, kama hamtasikiliza, kama hamtaliweka moyoni kutoa heshima kwa jina langu asema Bwana wa majeshi, basi nitatuma laana juu yenu na nitalaani baraka zenu. Hakika tayari nimezilaani kwa sababu hamliweki hili moyoni. Sasa, baraka zinazozungumziwa hapa ambazo zimeshakuwa laana huenda ni zile baraka za mali ambazo makuhani walikuwa wakifurahia. Mungu atalaani mbegu za mazao ambayo makuhani walikuwa wakipokea, zaka zao. Zaka zilikuwa kama mshahara wao. Kimsingi ndiyo tiketi yao ya chakula. Lakini hata kwa uzito zaidi Mungu anasema hapa, katika mstari wa tatu, nitatia samadi usoni mwenu, samadi ya sadaka zenu. Hii inaonyesha kwamba wao binafsi hawakustahili. Uchafu wa mioyo yao, wa kiwango kibaya zaidi unasambazwa usoni mwao. Hii inawafanya wasifai kumtumikia Bwana. Hii ni aibu kubwa. Unaona adhabu ya Mungu kwa hawa makuhani wasiomcha Mungu ni lazima. Kwa nini basi? Mstari wa nne unatueleza, ili agano lake na Lawi lisimame. Sasa hebu nikukumbushe kwamba Mungu aliamua kwamba makuhani watoke katika kabila la Lawi. Kwa kweli, hapa katika mstari wa tano, Bwana anasema kuhusu Lawi, alikuwa na hofu ya jina langu. Mstari wa sita, mafundisho ya kweli yalikuwa kinywani mwake. Kwa maneno mengine, makuhani wa zamani walikuwa wanamwabudu Bwana kwa moyo wao, walikuwa wamewaambia watu ukweli. Lakini hawa makuhani wa sasa, Mungu anawaambia hapa katika mstari wa nane: mmeyapotosha njia, mmewafanya wengi wajikwae kwa mafundisho yenu, mmeliharibu agano la Lawi. Kwa sababu hiyo anasema katika mstari wa tisa, nitawafanya mdharauliwe na kushushwa mbele ya watu wote. E wapendwa, huu ni onyo kali kwa yeyote hadi leo, anayemwakilisha Bwana, anayefundisha neno lake, iwe ni katika huduma ya kitaaluma au hata kama muumini tu katika jamii, anayemwakilisha kwa sisi sote, daima kuna hatari hii ya polepole kwamba tunaweza kupotoka kwamba tunaweza kuvutwa kujihudumia sisi wenyewe, kutafuta utukufu wetu badala ya utukufu wa Mungu, wakati dini inaanza tu kuwa kama desturi katika maisha yetu. Unaona, Mungu ana njia yake ya waondoa watu kwenye viti vyao vya juu. Ataruhusu mtu yeyote aibe utukufu wake. Hadi leo hii anatafuta waumini watakaomwabudu kwa uhalisi na unyenyekevu. Yesu alisema Baba anawatafuta wale watakao mwabudu kwa Roho na kweli. Hivyo Yesu anatualika leo, si kwa desturi zisizo na maana wala kwa mila za kidini zisizo na moyo, bali kwa uhusiano ambapo tunamjua kupitia neno lake, tunamjua na na kutembea naye kupitia kweli anayotupa. Tunakuja kumpenda kama Bwana wetu na Mwokozi wetu.